Kwa hiyo anafahamu hiyo na yeye au ndio story sasa hivi anaisikia na mwenyewe <laughs> anafahamu, na hata clinic alinipeleka yeye mwenyewe. Kwa hiyo bado anahudumia hata huyo mwingine ndio? Kwa hiyo wewe uligundua una mimba, ndio ukafanya? Yeah, <laughs> yeah. Yep. Kosa jinsi sasa nitafanya nini? Leo tu nimshirikishe kwamba nina mimba. This time nilimwambia, una mimba. kwa mara nyingine kulikuwa kuna shida yote. Hapana. Na bado anahudumia na bado yuko nyumbani. Yeah. Sasa a, nini kimepelekea anakufukuza? Kitu gani sasa, ndo tuambie wewe, maana naye na ataongea. Kitu gani kimefanya haya mabadiliko? Kwa sababu ukisikiliza stori yako mm, mimi ni mwanaume na ninajua tabia za wanaume, inawezekana kabisa kuna vitu havitaki -aku, ha ha akuvikubali, lakini bado kakaa naye nyumbani, hajakufukuza nyumbani. Ni kwake, hamjaoana technically, alikuwa angeweza atakufukuza. Na wana sasa hivi anamfukuza. Ah ngoja. Mimi nazungumzia hiyo story huko nyuma. Mimba clearly inaonekana baadaye ya kutaka lakini bado anaendelea kuhudumia na bado anakuhudumia. Alimpa hela za kutoa mimba. Alimpa clean. Alimpa hela atoe mimba, maana yake hiyo hakutaka mtoto. Hakutaka lakini bado still huyu alichange mind. Lakini bado akamrudisha nyumbani akaendelea kumhudumia na mtoto. Sikuelewa. Ambaye yeye mwanamke ndio kaamua kuzaa. Wanaume hataki eh, lakini lakini bado anaendelea kumhudumia. Umeelewa? Ndio maana nasema tabia za wanaume mimi nazifahamu. Uh, lakini bado anaendelea kuhudumia mtoto wa pili, bado ana bado yuko nyumbani kwake mpaka tunavyoongea, huko kwake sasa hivi ndio na clinic bado na nakulipia na endelea kuhudumia, si ndio? Ndio sasa kitu gani sasa hivi kisababishi tena sasa hivi, maana opportunity yake kufukuza <laughs> ilikuwa tangu mwanzo kule ambapo alikuwa hataki mtoto ukachange mind lakini hakufukuza mtoto wa pili tena, bado hajakufukuza. Sasa sasa hivi kimetokea nini? Sasa hivi mpaka unasema anataka kufukuza wewe? Kwa wewe unafikiri mimi ndio kunifukuza labda yeye hapo? <laughs> E, kwa sababu mm, mi matendo mengi amekuwa akinifanyia, yani yale ya kunitaka niondoke, mm, mimi mwenyewe. Lakini mimi naji hivyo nimeshakuwa kama king'anga mbli, yani namngang'ania mli, yani nishakuwa king'ang'a maana kila siku nikipiga simu kwa ndugu zangu nifanye nini, wanakwambia si utaenda wapi na mtoto huyo mdogo wewe, vumilia. Yaani nafanyiwa matendo mengi ajabu ya, ya, anayonifanyia ya, huyu mbaba. Matendo gani, wanawake, hayo mambo ya kunifanyia hivyo ya kunumiza, yaani kunumiza moyo. Ah, okay. ngoje sasa ukisema ya ajabu mi nataka tutenganishe matendo ya kibinadamu mtu na matendo ya kimahusiano. Umeelewa? Chakula mnapata nyumbani, sindiyo? Okay. Watoto wanahudumiwa. Ndiyo. Sindiyo? Kliniki wakihitaji wanapata, sindiyo? Ndiyo. Okay. Kwa hiyo unaposema matendo ya ajabu ni ya kimahusiano, sindiyo? Ndiyo ni kimahusiano. Okay, ninataka tutofautishe tutu hapa ili mm, sionekane so, kama unapigwa usiku anakupiga na kukaba mm, au sijui nini? Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo unazungumzia tu ni issue ambazo yeye labda kwa sababu alishakwambia kipindi kile hataki mtoto wao, umeendelea akaamua hudumia watoto wake na wewe labda sasa hivi na yeye anataka endelee kimahusiano, si ndio? Na watu wengine, si ndio? Lakini labda yeye hawezi kukufukuza direct kama hiyo kwa sababu wewe una watoto wake, si ndio? Mke unahisi yaani hiyo ya kunifukuza direct alikuwa anashindwa na, unaona ananifanyia vitendo vya mimi niondoke mimi mwenyewe. Yaani kanifanyia vingi hivyo, saa hivi naona kama vile sasa imeanza kumshinda, ndo maana anaanza kuniambia hiyo raivu raivu kwamba mm, sikutaki taki, ondoka kwangu, sijui hivo. Maana anafika mbali sana, anasema huyo mtoto kwanza sio wa kwangu, huyo mtoto Yuki, sina mtoto mmoja Siwa na mimba, anasema huyo mtoto Kana, nasema, uyo mtoto, amesiku mmoja wa miezi kumi na moja sio wa kwake, asa ndo hiyo Iyo, kanifanya mpaka hivi. Kwa hiyo wewe unajua kabisa kimahusiano, mahusiano yenu yalishaisha au hakuonyesha upendo tena, ndio? Ndio. Ila tu uliendelea kubaki. Ndio, kwa sababu likuwa sina namna, sasa nitafanya nini? Afu alikuwa yupo ameshaniahidi kwamba nitakusomesha, mi nimekaa siku zote hizo so, nikijua kwamba ya nitarudi shule hivi mtoto akikuwa, afu baadaye tena akanigeuka, hii nakuja kumwomba nirudishe kazini. Hmm, akaniambia sawa na kufanya kazi pale nyumbani. Nimefika mwezi mmoja akagoma kwanza tena kunilipa hiyo nah. Ananiambia, ananiaminisha ni kwamba yeah, mimi ni kama mke wake mle ndani, lakini vitendo anavyonifanyia ni as a housekeeper wah kama house girl lakini hivyo mtu akija pale atatambulisha kwamba hmm, kwa ndugu yake ambayo ameshanitambulisha ni yule dada ake kama mke wake. Watu wengine mimi sitoki sana, niko tu pale nyumbani. Ninimu. Yani, mimi ukinichukua mimi na mdada wa kazi pale, yani hatuna tofauti yoyote, sila lina chumba kimoja nalala nje, yani nafanya tu kazi hizo mimi, nalala mlali yote. Anaongelea mke na chichi mume mlale pamoja, kama mlivyowahi kulala ha, Mweta, kama hapo nyuma mlivyowahi kulala, ndio anachomaanisha mbali. Wote tuko kwenye, inaitwa tupendane, ndio naona mambo mengi unasikia mahusiano ametoka kwenye kazi yako kwenye mahusiano kwamba unavyolalamikia au unajiona kama bado ni kama mtu mwingine ujifeel kama ni yeye ni mtu wako. Kwa hiyo lakini wewe bado ulikubali hayo mazingira, unadai, kwa sababu una option ndio. E, aliyakubali si ndio? mm -hmm. Wewe unajua hapa wa data center tunawapokea wadada kama wewe ambao ndio hao awa, hawana option sasa, kwani ukurudi hapa <laughs> ukapeleka watu nyumbani urudi hapa ufanye kazi mwenyewe? Maana kuna wenzako wengi wanakuja hapa na mimba. Sikiliza, kuna wenzako wengi wanakuja wameacha watoto wao kwenye situation kama hiyo ya kwako, wanarudisha wa wa watu nyumbani, wanakuja wanafanya kazi ili wa kujisomesha. Wewe ulikuja una mtoto, sasa hivi umepata mtoto kazini, ana mtoto na ana mimba. Jamani e, mimi ningependa kusikia bosi wake, kwa nini anaongea. Mimi nataka hii, tunarudi tuna huku kwake, ataongea tu from the beginning. Yaani pointi yangu ni kwamba mimi mm -hmm. nataka kujua, amejiita mwenye kinanga, sasa kwa nini? kwa nini kwa nini kwa nini unang'ang'ania wakati unajua sisi tunapokea wasichana na una kweli. Kwani ukienda kwa mtu ukiwaambia bwana mahusiano alikuwa hivi lakini amebadilisha ya mawazo, watamkataa watakata mjukuu wao. Watamkataa. Hawezi kumkataa. Sasa kwa nini wewe ung'ang'anie? Kwa nini ung'ang'anie? Yeye ng'ang'ania kwa sababu yale mazingira ya yule mtoto bado mdogo alafu yeye gharama mama yake alafu gharama ya zake yani za kumtunza yani alikuambia hata ya, hata kusaidia kutunza hiyo tena. Ukishatoka pale ndani, utafikiri utatiritiwa tena kama nilivyokuwa pale na ile mtoto. Kwani wewe pale si umekuta watoto wengine? Ndiyo. wa wanawake wengine ambao wanatunzwa mm. Ehe, kwa hiyo wewe, tofauti ya watoto wako na watoto wa wale wengine ninini? ni nini, ni wakubwa? wako bado mdogo, bado anahitaji kuwa na mama kwanza. Akifika miaka mitatu, anahitaji kuwa na mama, si ndio? Kwani yeye alikwambia ukiondoka hata kutunza na mtoto au atatunza mtoto? Acha kutamkia hicho kitu, hapana. Haya, kwa hiyo ni wewe tu mwenyewe unaona. Amen. Ukiondoka utapata hiyo support, ila yeye hajawahi kusema hicho kitu, hajawahi kusema hicho kitu. Haya, kwa hiyo tusimseme, mmm, tusimseme, umeelewa? Haya chief mmm <laughs> karibu, mambo yale ogelewa mengi ni ya uongo Pakaziana mm. <coughs> mimi katika maisha ambayo nimeishi nayo huyu, kwanza kabisa mi sina tabia ya kusema nimpige mwanamke matako, hiyo siwezi, na yee mwenyewe najua na moyo wake, au kwenda kumvuta, sijui hivi. Mi chumba, nyumba hiyo ni ntoka, ina maji ya moto, ina maji kila kitu maji mm. chumba hilo swala hakuna, kwanza nimrekebishe samani. Mm. nyumba aliyokuwa na aliyotoka ilio mkutano wako amepanga ilikuwa na kila kitu baba, sema basi ukweli, na maji kila kitu. Mimi nilikuwa sikuchemshia maji jikoni, kakuletea maji chumbani kwako kwa usiku na kana. Maji hujawahi kunichemshia mimi maji hata siku moja. Na uona, sijawahi hata siku moja. Ma, hata maji pale na, na jagi mwenyewe la, la kuweka na mm. pale nachemsha chemsha tu naweka pale, siwezi kumfanyia hivyo. Kwa hiyo anapoongea uongo yeye eh, mimi mm. siwezi kukubali. Okay, kwa hiyo huo ni uongo, uongo. Lakini pia kwa hiyo maana yake chumba hiyo pointi yako anayosema mm. ya maji ni kwamba akuja chumbani kuleta maji. Sijawahi hata siku moja. Mimi nikiamka, si shahidi watoto wangu mm. hata kutoka nyumbani mimi na familia mm. Mini, mi, ni, chumbani kwangu nikishaga kaa mm. nimeshakaa nitakuwa nawaangalia labda kwenye kamera mm. sikagi sebleni mm. sikae sehemu ya kula mi silagi nyumbani mara kwa mara mm. huwa mara moja moja mm. kwa hiyo nikirudi, mi nimerudi, niamue mwenyewe labda nakula au mm. sili, lakini mara nyingi nakuaga mi kila mchana tu nitolee jioni, mimi naangaliaga chochote mm. E, sasa nikirudi mi nikifika, nikishawasalimia watoto wangu nimeongea nao fresh, nikipita chumbani ndo kwa heli mimi waga mpaka nitapoamka kulingana na kazi zangu. Na hapo tu hmm. tuweke wazi. Sasa yeye anasema mimi nipita jikoni nikamshike tako sijuwe, yeye ni mvute tu. Odela hiyo kwanza. Tuweke wazi, nyumbani amkaa yeye wenyewe au mnakaa wenyewe? Okay. Maana umesema kuna watoto wakubwa. Eh, hey, si ndio? Tuna watoto. Kwa maana yake amko wenyewe. Eh, hey, tuna watoto pia hey. two. Oh. Kwa nyumbani kwangu kuna. Namba tu ni ile. Kipindi naanza kazi, nimekuta kwa nyumba ya nini? Hao watoto wa hivi wa ha, wa hawapo sasa wa, lakini ulivyoenda walikuwepo, waywa mkoa wenyewe nyumbani Inaweza kawa na muhimu lakini sio mkubwa kihivyo mm. E, kuna mali mm. yote, lakini <coughs> lakini kwa sababu pia umesema hakukubaka haku ambayo kitendo yeah. hicho cha kumpelekea maji yeah. kwa ulivyokuwa umesema ni kwamba ilipelekea akushike chumbani yeah. kwake akuingilie kwa nguvu, kwa ambayo leo umesema sio kazi za ndani hayo <coughs> <coughs> pia ni moja ya majukumu. Sababu kipindi hicho si bado ulikuwa huko, kuna mkataba eh ali ulikuwa kama dada wa kazi, si ndio si ndio? Ulikuwa umeenda pale <coughs> kwa <coughs> ajili <coughs> ya <coughs> kazi na ndio maana hata jana nikamwambia yeah. yeye kukuitisha maji ya moto ni sahihi yeah, kwa yeah. sababu alichukua dada wa kwenda kumhudumia, kwa hiyo kwambia letee maji ya moto chumbani wapi yeah. utapeleka. mm. lakini kama umepeleka hayo maji katika utekelezaji wa majukumu yako, alafu yeye akafanya kitendo ambacho ndio hicho, hilo ni kosa kwa mm. hiyo jana, ndivyo tulivyokuwa tumekubaliana ambayo leo yeye kaikanusha, kasema hakumbaka. Okay, sawa so. yeah. Mm. sawa so. mm. mm -hmm. <coughs> mimi tu kama binadamu kawaida katika kuishi naye nyumbani pale, hiyo swala la kuleteana maji, sijui ni kumbakana nyumbani, mimi siwezi kufanya tabia kama hizo. Kwa hiyo ni watu ni pot fresh, ila sasa mimi nyumbani agamana nyingi, narudi na pombe pia, kuna pombe zinakuwa nyingi. Sawa so, huyu mm, ni kila siku anakuwa analewa pombe Sawa. Kitu kilichopelekea mimi labda kupaka kupata matamanio yani, anakunywa hata anakunywa, mimi nakunywa mapombe makali ma black and white, lakini sio wakati ana yeah. Mtoto ana mimba kimo ah, enzi hizo bado ah, mfanya kazi mapema hiyo, yani yeye akiwa mfanyakazi tu Sawe. Bado ameajiriwa mm. kwa hiyo anachukua pombe na anakuwa naomba, yeye kuniomba alikuwa ni ngumu sometime mm. ila tu, kuna, kuna dada alikuwa ni rafiki yangu nimezaa naye mtoto mm. alikuwa yuko pale, anaweza kumuomba bwana, nichukulia anakuja ananiomba anani, bwana mm. leo anaomba pombe nampa. Ukimpa pombe anakunywa analewa mm. Sasa unaweza kukuta anakaa sebleni anakaa mpaka saa gapi, ana dance anacheza muziki eh, muziki, anavua nguo mm. namuona kawaida, ndio matamanio yake yamekuja design hiyo kana anaweza anaeza kakaa hapo anavyoweza, unanielewa? Siwezi kumlimit. Mwisho wa siku akaja akawa amesema anaondoka mkataba mm. wake sasa, akaja akaucancel, ila akaniambia bwana, mimi nitaomba nikae tena miezi kwa hiyo kwa hiyo, maana yake unachokisema wewe, hapo mlikuwa mjaanza mahusiano sasa? Hatujaanza. Kwa hiyo unachokisema wewe ni kwamba ile yeye kuja ku cancel mkataba mm. sio kama mlielewana yeye aje ku cancel mkataba ah, yeye mwenyewe tu alizaa, mimi nataka niondoke, sitarudi kazini tena. Sasa yeye yeah, amesema wewe ndio ulio. Sasa wewe ya, subiri, we uliongea uli wewe uliongea, inabidi utulie na yeye aongee kwa upande wake. Yeye anaongea upande wake, unajua yeye wakati unaongea sasa nawe sikiliza, Rehema, mwacha yaongee. Kakaa kimya pale, amekusikiliza kwa hiyo inabidi nawe saa hivi utulie umsikilize. Na ndio maana ya hii kwamba we jana uliongea vitu vingi sana, kwa sababu alikuwa hayupo. Leo yupo, inabidi umvumilie, kakusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Sasa kwa na wewe msikiliza. Na wakati naongea labda angekataa vingi tu eh. Yeah. We. We. Sasa, sasa kama hicho cha kubaka ambacho yeye mwenyewe moja leo kakikata. Leo mwenyewe we, yani kabisa jana kwa hasira. Huyu mimi mm, sijawahi kugombana naye hata siku mm, moja. Mfano hili la kusema anaondoka. Hivi unaweza kukaa na mtu ndani anaondoka bila taarifa yako, afu ana unampigia simu apatikani toka asubuhi, amesema anaenda kurekebisha benki account namba benki sijui. Mm. Si alibia, afu kapelekwa na delivery man. Mm. Mm -hmm. Kapelekwa, kashushwa ka kule benki ka, katoka kule kaenda, nampigia simu hapokei, hapokei, hapokei, unanielewa mm, -hmm. Una mm -hmm. Hapokei, anakuja kunipigia mimi video call, yuko ba kalewa. Hiyo sasa tina ni lini hiyo, ni lini hiyo siku sasa ambao ndo ilianza kama mgogoro huu, ndo anasema huwa kumwambia aondoke, ndo nakamwambia mimi wakati, yaani maana yake akiwa na mimba hii hivi sijuzi, yani, hivi juzi tu tulikuwa naishi tu vizuri, tunaongea yeah. yeah. Yani kuishi tulikuwa naishi yeah. tu fresh. Sasa mimi sigombanagi na wewe, nimea kupiga hata kofi hata hapo alinimiza kwenda kulewa, alinikosea yeye mwenyewe. Ndio hiyo siku ambayo yote haya yanakuja kuanza kutokea. Amemtuma mfanyakazi wake, mimi asiniruhusu kwenda kuingia kwenda kufanya mazoezi mpaka nipate ruhusa kwake, na kingi tu hapo ameshawaambia. Hapo sasa ile gym unasikia gym ile ni kubwa, nimeweka mavitu mapya mengi mule. hmm. mengine haijafungwa vizuri, hata mashine mengine haijafungwa hmm. vizuri. Ni mimi Nilimwambia mlinzi mtu asije akaingia jimu kufanya mazoezi yoyote, hata mimi sifanye mpaka tutapokuja kurekebisha tuweke vizuri pia tufanye decoration zikae vizuri, watu wakafanya mazoezi. Huyu kaamka asubuhi kaenda kule, akapewa lile jibu, akatoka kule mm -hmm, amekasirika. Mimi nimelala alfajiri, fungo unawatuma wafanya kazi wako miundi sui ni wafanya kazi, akabeba begi langu ili ilikuwa na laki nne, akafungua akachukua, akaenda akachukua, akarudi kanirushia zile hela alivyochukua, mimi sikumdai. Kesho namuuliza zile hela zangu ziko wapi? au zilikuwa laki mbili na themanini, sijui laki tatu. na mimi nikamwacha kama alivyo nikampotezea. mm. Kesho akaniambia mtoto anaumwa akachukua tena shi laki moja. mm. Akaniambia mtoto anaumwa na mwangalia mtoto kwenye kamera niko ndani. mm. Mtoto anacheza. mm. Akaenda tena akamuita msusi akaenda kusuka Hmm. Kusuka kalala, mimi hapo sijaongea naye toka aende kule kwenye ile baka nipigia video call. Hmm. Nikajiuliza hivi mtu unaweza kutoka unaenda kukaa, maana alirudi nyumbani siku usiku. Hmm. Kaja karudi tu kapitiliza kaenda kuogelea kwenye maswimming pool na watoto walikuwa wanaogelea kule wanafanywa mazoezi. Hmm. Nyumbani kwako kwa kuna swimming pool eh? ziko swimming pool mbili kubwa, umeona? okay. Kubwa na ndogo basi <clears throat> Wa wa wadogo, Wadogo wadogo. E, wadogo n e, mm. mm. yeah, watoto wako e, e, a wakubwa sasa, wakubwa wale wadogo, akaenda kukaa, mi namwangalia kwenye kamera, akarudi saa kumi na mbili mm. saa moja mm. hivi akaenda, okay, ka, kavua nguo alaka kashuka kule kaenda kwenye swimming pool kaenda kujimix kaenda kuogelea na mwangalia tu mimi, nikamwacha sasa. Nilivorudi mimi sikuongea chochote, nikaendelea na maisha yangu. Sikutaka sasa, nilikuwa na hasira, naweza kujikuta umempiga bure. Nikamwacha nikaingia tu ndani, nikaingia ndani, sikumwongelesha. Ndio kesho akaniambia mtoto tena anaumwa, nikamwambia nikupe shilingi ngapi? Nipe laki moja. Nikampa laki moja, akachukua laki moja. Nikashangaa na, suka, tuata, upo, upo, upo, upo, mm. nashangaa tu hata <coughs> hajaenda huko popo hospitali. Kesho asubuhi nashangaa tu mtu kaja kagonga sikumfungulia mara moja mm. sikumfungulia alini atumia message, naenda kwa dada Goba mm. nikamwambia poa mm. akakaa. Kesho yake mimi, hiyo siku sasa, kagonga tu kamaliza, nashangaa naangalia kamera, nikawasha tu kamera nikamwangalia, naangalia mtu kabeba begi, kaisha request mm. gari limekuja mpaka getini, akaingia kwenye gari huyo karibu ka ka ka na airport kabisa. Dada alivyoenda huko mbele sasa, ndo akanitumia bwana, mimi naenda Zanzibar. Amesema tu naenda za message zake sio goba tena, nikanyamaza tu kimya, akaenda Zanzibar.